Wakati leo ikiwa ni siku ya mwisho ya uchukuaji na urejeshaji wa fomu katika chama cha mapinduzi CCM kwa watiania katika nafasi za uongozi udiwani na ubunge, huku katika jimbo la Mbinga mjini mpaka majira ya leo mchana tarehe mbili ya mwezi wa saba mwaka elfu mbili ishirini na tano kulikuwa na watiania wawili tu, kitendo kilichopelekea kuamini kuwa minikuwa, watiania watabaki kuwa wawili tu lakini katika hali isiyo ya kawaida ametokea mtiania mwingine Frank Wireless Ndunguru katika dakika za jioni kutiania katika jimbo la Mbinga mjini na kufanya jimbo hili kuwa na watiania watatu mpaka tunaingia studio, hakuna jina lingine lililoongezeka. Na haya ndiyo maneno yake. Kwa majina anaitwa Frank Peter Ndunguru ni mkazi kwa nafasi ya ubunge katika jimbo hili la Mbinga mjini kupitia tiketi ya chama cha mapinduzi sukuma kufanya hivyo au a ubunge katika jimbo letu la Mbinga mjini hapa, kwanza ni hamasa kubwa ambayo mheshimiwa rais ameitoa kwetu sisi vijana, na ukiangalia pia mimi bado ni kijana. Kwa hiyo na mimi baada ya hamasa hiyo nami nikahamasika, lakini la pili kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Nafikiri baada ya hapo tusubirie mchujo. Mchujo ukikaa vizuri, yakirudi majina nafikiri baada ya hapo tutaona nini tunakifanya lakini kwa sasa hivi naomba niishie hapo. Kumbuke kuwa toka tarehe ishirini na nane ya mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano chama cha mapinduzi CCM Taifa kilitangaza uchukuaji na urejeshaji wa fomu kwa wale ambao wanahitaji kuania nafasi mbalimbali za uongozi katika chama hicho ikiwemo udiwani pamoja na ubunge, na hii leo imefikia tamati tarehe mbili ya mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano kuwa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 kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV. Siku zote tunazidi kawaida, kawaida, kawaida.